Age hoka ore dayo mani mohoro ma thaa ikumi mariora ma mukira na jira daya kumago ko mosini munene wa na irofenyo baine ya mohoro ya mwana afrika kungedandira na jivanji gardens mokta da street ni jitago ajona wa kuria aspika wa boge ya frode mose za masika wetangura ni atatire dhirikari ya kenya kwanza na jira nene hakia ya ridho irore ya frode

arĩa marũmanĩrĩire nake nĩmorĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩongerera kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩgathĩ kwo odoire inĩ mengĩ mainie na ũndũire kura ya 2022 sisi waki ya Bungoma, tulisimama pamoja kabisa kabisa tukapatia William Ruto 71% ya kura zetu, nĩoĩkangũcagatĩre akakuwa rais. Ukiangalia hapa town, tulizindua soko inajengwa, iko karibu kumalizika. MTC yetu iko hapa, tumeweka shilingi 164 milioni kujengea watoto wanaosoma hapo hostels, ili wasiweze kukaa vizuri. Tujenge monument mzuri hapa tukijua watu wetu walikufia hapa wengine waliponea hapa. Hiyo ahadi haijakufa. Nataka kumwambia investor, ukunje kwa ofisi tuketi Tupange tuweke pesa tujenge monument yetu hapa hapachekani. Mm -hmm. Mimi nikiwa hapa pia ni kuomba serikali yetu ya kaunti ambapo culture is the gold, tunataka tukisonga mbele. Mm -hmm. Serikali yetu ya kaunti iweke pesa ya kutosha kwa sisi kama Watachoni, wale Wabukusu, Wasabaoti, Wateso, eh, wale wengine wote waweze kila mwaka Kusale...

Shida kubwa hapa tunazoya ni mambo ya miadarati na pombe haramu, na tumekubaliana kwamba tunaweka bidii. Tuko na shida kidogo kwa sababu tunazoya ni Boda County, Bungoma ikielekea Busia na kwenda huko West Pokot. Hiyo porous borders, ndio wakora wanatumia kuleta pombe haramu ambayo inaumiza vijana wetu, lakini mwaka ujao tutaendelea na ile tulisema uh, uh, crackdown kuhakikisha kwamba tumepambana na wale aswa mabwenyenye ambao wanatumia pesa zao kuumiza vijana katika Eh, tukia ni matapano iti ya maho ya kirima ini kia mwa onte kenya farafara ini ya mwe ya godi ebu mwe na wa samsons kona na magana maya iti kia aya ama kiu mamene tiga nite ya furudi maho ya maya matapano kia horombo dhia wa mwa katoliki mirogo ili na mwagwaja mwe liwe wadi theba

tongoria famili na arata uh, mobuge watene tene wa lugar, uh, lugari Cyrus Jirongo nä makoriro ma kä nyitanä ra igongona-inä rä a kå må ririkana kanithainä wa CITAM gå ana Nairobi na igongona rä okä te thikoninä mbere ya igongona rä mathiko make

na ribotinĩngĩ ni atĩ mũnini wa gavana county nĩya naroko kiprono koege nĩahoete aika rĩa transmara kũnina haro iria ikoretwo irĩkuo na amanĩa nĩ mĩciĩnga ĩrĩa marĩ nayo kũrĩ thirikarĩ gũgĩkinyeri tarĩ kĩmwe mweri-inĩ ũkĩte wa januarĩ mwakain wa ngiri igĩrĩ mĩrongo erĩ na ithathatũ akĩaria igongone-inĩ rĩa mathiko ma ndereba ũmwe

Kuhakikisha tumepata suluhisho ya haraka. Tulijaribu ile yote tuliweza, lakini mambo ilienda vile ilienda. Hii ingine imeanza hapa chini, imetuletea shida ile kubwa sana katika kikenyei

o amwe wana na ungumania wa kigina kia mwe ingi uria ucoketie polori na thutha amatiangi ni agiire kiene ukuria wa polori nginya gikiro-ini gia mapolori maria mathiite na mbere ta Singapore na undu ucio kauga andu ndugikinyanira rungura utongoria uria ukoretwo uri ho na uria uri thirikari-ini ihinda-ini riri na riri riri twerekeire gutiriha mwaka uyu wa ngiri igiri mirongo eri na itano biacara nyingi

na amutongoria wa mwingi kuuma gicigo-ini mbunge kiaroisambo goko muciini munene wa Nairobi 5 tutionete utongoria mwega ona itari mundu muthure ndi mutongoria wa muingi he maundu mare turikitie gwika hamwe na muingi wa ruisabu ndo ni tuhotete gwa kashidi 18 tukahota ku register sako ida to fure chi sina certificate ni tuhotete ku register dia ikundi simia anake -an na atumia ikundi sta ku nyihira 16 ni tuhotete gwa thomithia ciana cia children's home ni tuhotete gwa twara adu the noa rehabilitation center unako na tukoleto na challenges sisi shi yothe ni le ta mundu kiobe mutongoria wa muingi ni

ngatho cia mwanya nĩ ũndũ waku we gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria kufm ũtngata kũrĩ we 91.0 gũkũnairopi na an 3.3 gashiko inĩ kĩa Mount Kenya nĩĩnjĩtagwo John u wa kũrĩakufm nili na metha itũ ya mũhoro kugera email nĩyo